Tangu kuanzishwa kwa LinkedIn, Facebook, YouTube, kisha Twitter na sasa X, na baadaye Instagram, kabla ya TikTok, hadi leo 13 Februari, ikiwa ni siku ya kimataifa ya redio, uaminifu wa mitandao ya kijamii na redio ni mjadala unaozidi kuchukua nafasi kote duniani. Ingawa mitandao ya kijamii mara nyingi huonekana kama jukwaa lenye nguvu zaidi na la kuvutia, redio inaendelea kushikilia msimamo wake thabiti katika suala la uaminifu tangu kubuniwa kwake enzi ya sumaku umeme nadharia kutoka kwake James Maxwell na Heinrich Hertz tafiti zinahitaja redio kama nyenzo inayoendelea kutazamwa kama chanzo cha kuaminika cha habari chapisho kutoka jarida la Grita Public linasema uaminifu katika mitandao ya kijamii ni mdogo asilimia 48 tu ya watu wanaamini njia hii dhidi ya asilimia 83 za redio Sababu za tofauti hizi zinasimamiwa na ukweli kwamba uaminifu katika mitandao ya kijamii mara nyingi huathiriwa na uwepo wa habari potofu.